Kila kukicha wanapanda mashahidi wape mahakamani, Pididi kutoboa itakuwa ni kipengele. Sasa kuna mtu special nimemwandaa, ambaye anakuja kukupa information yote kuhusu Pididi. drum roll, drum roll. tunaendelea na recap ya kesi ya Pididi, tunatazamia recap ya wiki iliyopita ambayo ilikuwa ni wiki ya pili kwa kusikizwa kwa kesi yake na wiki hii. Na jamani, kesi imekuwa very interesting, naenda kuwapa details ambazo ni the most important ones, ya? Basi bwana, wiki iliyopita mashahidi kutoka kwa upande wa prosecutor wanaomshitaki Pdidy waliendelea kupanda kizimbani, na kati ya mashahidi ambao walikuwa very interesting na mtu ambao tulikuwa tunamsubiria kwa hamu ni Kid Kadi. Huyu anaitwa Scott Mescudi, ni mwanamuziki au ni mwigizaji ambaye alikuwa na mahusiano na kesi na ametajwa kwenye sehemu kubwa sana ya lawsuit, ambaye alikuwa mifile kesi kama tunakumbuka kwenye ushahidi wa kesi, alishataja kwamba Pdidy alishawahi kumtishia kutaka kutoa picha zake, kuvujisha video zake, kwa sababu tu alifind out ana date na Kid Cudi. Lakini pia vile vile kwenye ushahidi wa mama yake na kesi, Regina Ventura alisema pia Pdidy alishawahi kumwambia kwamba anataka kiasi cha dola elfu ishirini kama compensation ya kugundua kwamba kesi anatembea na Kid Cudi. Na kama ulisoma court documents kipindi Pdidy anashitakiwa mwanzoni mwanzoni, na hawa prosecutors, kuna sehemu kabisa kwenye lawsuit walikuwa wame-mention Kid Cudi, japokuwa sio kwa jina, lakini walikuwa wame-mention incident ambayo ilimkuta Kid Cudi, gari lake likiunguzwa na moto, na ikisemekana kwamba ilifanyika na Pdidy. Sasa basi, last week, mwishoni mwa wiki iliyopita, Kid Cudi alipandishwa kizimbani kutoa ushahidi kama shahidi wa prosecutors wanaomshtaki Pididi. Kid Cadi alianza kuelezea mahusiano yake na na na na Kasi, alimfahamu alimfahamu alimfahamu alimfahamu vipi kupitia na kupitia nani, Pididi, na kwa nia ya ya ya kutaka kumsaidia kwenye ishu ya muziki na ishu ya kuigiza, lakini baada ya miaka miwili Kesi na Kid Cadi wakaanza ku develop into feelings, na according to Kid Cadi anasema kwamba kwamba Kesi Kesi Kesi alimwambia yeye na Pididi walikuwa wameshamalizana, walikuwa in the break, wame break up. Na ndiyo, Kid Cadi mba, Kesi na Pididi Pididi walikuwa walikuwa walikuwa wameshamalizana in break break wame up, ndio alikuwa alikuwa anajua, lakini at that time kwa sababu Kesi alimwambia kwamba wameachana kwa hiyo wakaona it's only proper wakidate mapenzi yao yaliendelea mpaka pale Kesa alivyompigia Kid Kadi simu na kumwambia kwamba bwana Pdidy ameshafahamu kwamba mimi na wewe tuna date. Na ndio Kid Kadi alikuwa anafahamu kwamba Kesa alikuwa kwenye, yuko kwenye toxic relationship, alikuwa anapigwa, alikuwa anafanyiwa vitendo vya kinyama na Pdidy. Siku Kesa alikuwa amempigia Kid Kadi simu ndio siku ambayo pia Pdidy alikuwa amempigia Kid Kadi simu na kutaka kumtishia na kumwambia kwamba we need to talk, you need to kufanya nini, kwamba wewe unatembea na girlfriend wangu and you know kwamba she is my girlfriend basi Kid Cudi akarush nyumbani. Kufika nyumbani, akakuta ya nyumba yake iko very messy na inaonekana kwamba kuna mtu alikuwa ameingia akawa amevuruga vitu, kwa sababu sio kawaida alivyokuwa anaweka vitu vyake, na kulikuwa kuna zawadi ambazo alikuwa ameletewa na akakuta zimefunguliwa, lakini pia alimkuta mbwa wake amefungiwa bafuni na alikuwa kama amepigwa hivi kwa hivyo Kidkadi akasema kwamba alimpigia Pididi simu na kumuomba kwamba watake kuongea wayamalize haya mambo. Na kwenye ushahidi huu Kidkadi akawa amemention kwamba alikuwa anahisi kama kesi anam setup, yani kama kesi anamplay kwamba alikuwa anajua kabisa yeye bado yuko kwenye mahusiano na Pididi lakini akaja kukumwambia kwamba wameachana na akadate na Kidkadi. Maelezo ya Kidkadi yaliendelea kueleza kwamba kuna siku alikuwa hayupo nyumbani akapigiwa simu na baby see, I mean dog sitter wale ambao wanaangalia mbwa kwa sababu huyu hana mtoto. Angekuwa na mtoto angekuwa so na na na na na na tungemuita baby sitter. So yeah, alikuwa na amepigiwa simu na dog sitter kuambiwa kwamba kwamba kwamba kwamba kwamba gari gari lake linaungua moto, na hapo yeye alikuwa anahisi kwamba mtu aliyefanya hiko kitendo ni Pdidy directly, japokuwa kwenye cross examination wanasheria ambao wanamrepresent Pdidy walimuuliza kwamba je, unafahamu kwamba kuna DNA ilifanyika na ikagundulikana kwamba aliyekuwa amegusa ile gari ni probably mwanamke, lakini Kid Cudi anasema yeye hakupata hizo results na wala investigation hakuwa very precise on kitu ambacho walikuwa wamekipata kwa hivyo hawakuwa na uhakika. Kwa hiyo walikuwa wana mpress sana Kid Kadi kwamba inawezekana sio Pididi ambaye alikuwa amefanya, na hapa ni hawa defense attorneys wa upande wa Pididi wanajaribu kuwa strategic, kuwaonesha jurors kwamba aliyeunguza lile gari la kikadi sio Pididi na inawezekana ni mtu mwingine, na watakuwa wame mix up. Wiki hii kuanzia jana, yes, Jumatatu hakukuwa na mahakama kwa sababu kwa Marekani kulikuwa ni sikukuu. Kwa hiyo jana wakarudi tena mahakamani kwa wiki ya tatu ya kesi ya Pididi, na hapa amepandishwa kizimbani mtu mmoja, very interesting, anaitwa Capricorn Clark. Huyu alikuwa ni assistant wa Pididi. Jamani, from this woman tunaenda kujua vitu vingi sana, and they are very very weird. Capricorn Clark alielezea kwamba yeye alianza kumfanyia kazi Pididi baada ya kutoka kwenye ofisi au record label ya Suge Knight ambaye ni rival, ambaye ni kama mgomvi wa Pididi. Bracelet, I think ilikuwa imepotea nyumbani kwa Pdidy na ilikuwa ni iko on loan. Unajua wazungu wenzetu, sio kwamba wanachokivaa wana wamekinunua wanakuwa wamepewa na rasa wale wanaouza kwa ajili ya kuwatangazia o whatever and then inarudi. So Capricorn Clark akasema kwamba akasachiwa na pia akafanyiwa ile lie detector kwamba ajulikane kwamba ameiba au la. Na anasema ilifanyika kwa zaidi ya siku tano kwa sababu walikuwa hawaamini matokeo yanayotoka kila mara to. Na wakawa anasema kwamba loko anafanya hivyo vitu, sio yeye pididi, kuna watu ambao wanamfanyia pididi. Na wakamwambia kwamba tukigundua kwamba unatudanganya na kwamba umeichukua hiyo bracelet, tutaenda kukurusha kwenye mto. Definitely we are going to Capricorn Clark baada ya siku tano aliachiwa kugudulikana kwamba hakuiba hiyo bracelet. Na hapa ndio wanasheria wa prosecutors wakamuuliza, kwa nini urudi kufanya kazi? Akasema kwamba ningeondoka ingegudulikana kwamba mimi nimeiba kweli ya pididi. So, akawa wanafanya kazi sana kwa ukaribu to a point, Capricorn Clark alikuja kugundua mahusiano ya, I mean, ya Casey pamoja na Kid Cudi na hapa ni Casey alivyomwambia Capricorn Clark aje kumpick up nyumbani kwa Kid Kadi na akaondoka naye. Capricorn Clark anaendelea kueleza kwamba kuna siku Cassie alishai kumtumia message, um, yeye na kumwambia kwamba anataka kwenda kwenye public place pamoja na Kid Kadi. Ndipo hapo Capricorn akamwambia kwamba usiwe mjinga, nenda katafute e Barnaphone. E Barnaphone ni zile simu ambazo ni ngumu kuwa trust. Nadhani kwa wenzetu zipo sana zina, zimezoeleka sana tofauti na sisi ambaye huwezi ukawa nawasiliana na mtu wako kwa kutumia simu ambayo inalipiwa na Pididi, he will definitely know. Capricorn aliendelea kuelezea kwamba kuna siku Pididi alienda nyumbani kwa Capricorn na kugonga mlango na alikuwa ameshika bunduki, na baada ya kuingia akawa anamuuliza kwamba nani ni Scott, akirifa kwamba Scott Mescudi somehow ameshagundua kwamba Scott Mescudi anadate na kasi na hapo alimtishia sana Capricorn na kumwambia kwamba waingie kwenye gari waende mpaka nyumbani kwa Scott, kwa sababu it looks like um, Capricorn alikuwa anapafahamu kwa Scott. Kwa hiyo wakatoka wakaenda na wakawa wamepanda gari. Anakuambia kwamba Pididi alivyokuwa amekaa alikuwa amekaa nyuma, kwanza siti ya nyuma, na yeye kwa na ilikuwa sio kawaida yake kwa Pididi kukaa siti ya nyuma, na alikuwa ana kwenye mapaja yake. Wakafika nyumbani kwa Scott Meskudi, na baada ya hapo sasa, Pididi akashuka mwenyewe akamwacha yule Capricorn ndani ya gari akaingia ndani kwa Scott. Mnakumbuka ushahidi wa kikadi kwamba kuna mtu aliingia ndani kwake akafanya mess, na hajui ni nani akawa amehisi kwamba ni Pididi. Na baadaye wanasheria wa Pididi wakamgaslight wakamwambia kwamba what if sio yeye na what if mtu ambaye alikuwa ameseti ile gari on fire sio yeye na Capricorn akaendelea kuelezea kwamba Pididi alikuwa na mention kiasi gani anatamani kummaliza Kid Kadi. Na baadaye wakaondoka, na walivyokuwa wanaondoka walikuwa wamemuona polisi anakuja nyumbani kwa Kid Kadi. Hapa sasa ndio inawezekana kwamba Kid Kadi alivyokuwa amewapigia polisi simu kwa kususpect kwamba kuna mtu kaingia ndani kwake, ndio hapo sasa Pididi gari lakina Pididi likawa limepishana na polisi, anayeelezea ni assistant wa Pididi. Capricorn anaendelea kuelezea kwamba walivyokuwa njiani Pididi alipigiwa simu na Kikadi. Tunakumbuka Kikadi alimpigia simu Pididi na kumwambia kwamba they need to talk, wanahitaji kuongea, wayamalize kusiwa na ugomvi. Sasa hapa baada ya kukata simu, Pididi akawa amemforce Capricorn kwenda kuwaaminisha kina Kesi na Kikadi kwamba aliyefanya vile vitendo sio Pididi. Capricorn ilibidi amwambie Kesi na Kikadi ukweli kwamba Pididi amesema tukiinvolve polisi things will go south ya yeah, vitu vitabadilika. Kwa hiyo wajitahidi kukaa nalo hili moyoni na wa move on, na Kid Kadi asiende kuripoti polisi na kusema kwamba Pididi amefanya hiko kitu. So Kid Kadi akawa yuko ame, yani amebaki anashangaa kwamba who this dynamic, yani inavyoenda. Basi kesi na Capricorn ilibidi waondoke, warudi kule alikopo Pididi, ambapo nadhani ilikuwa ndo nyumbani kwa kina kesi. Hii story inaendana na ile story ambayo ameelezea Regina Ventura ya kusema kwamba alikuta mwanae anapigwa na Pididi sana na hapa ni baada ya Capricorn kurudi na kesi kule. Kwa hiyo Pdidy akawa anampiga mpaka anamtoa nje. Kwa hiyo Capricorn anasema yeye alishindwa kupigia simu polisi. Alipigia security wote waje kumsaidia kesi, lakini walikataa. Kwa hivyo alishindwa kupigia simu polisi na hivyo akampigia mama yake na kesi ambaye ni Regina Ventura. Akamwambia, mimi siwezi kuwapigia simu polisi, lakini wewe you can do that. Kwa hivyo, kwa wiki hii hiyo ndio testimony ya Capricorn Clark na we can see kuna vitu vingi sana ambavyo vinakinzana au vinajaribu kuonyesha kwamba Pdidy amefanya haya makosa. So until next time, bye.